Madiwani na wawakilishi walioshinda na kutangazwa rasmi na tume ya taifa tume ya uchaguzi ya, ya Zanzibar ZEC katika uchaguzi uliofanyika tarehe 25 Oktoba mwaka 2015 watambuliwe na waanze kuwatumikia wananchi. Hii ni kwa sababu wawakilishi na madiwani waliotangazwa na ZEC ni halali kwa mujibu wa katiba, sheria na kanuni za uchaguzi wa Zanzibar. Nne, kamati kuu inaamini kwamba suluhisho la mkwamo wa kisiasa Zanzibar ni kufanya mazungumzo yatakayojumuisha wadau wote muhimu katika mkutakato wa uchaguzi wa Zanzibar. Hatuamini kwamba mkwamo huu utatatuliwa kwa vitisho vya dola. Tatu, kamati kuu imepokea na kujadili na kupitisha taarifa ya uchaguzi wa chama